Dada, afadhali hata nilivyokuona, naomba unipe hata dakika tatu nisikilize na kuomba, ongea na unayoongea wewe na maana sawa, sikatai, najua nimefanya makosa, lakini Dasara, wewe unaweza kuongea na baba mi akanisamee na kuniruhusu kurudi nyumbani. Mi najua hauna roho mbaya kiasi hicho, najua unanipenda kabisa, lakini usinifanyie hivyo. Zungumza na baba basi anisamee, walau hata mi nirudi kwao. Kwenye akili yako unahisi mi nimekuonelea kukuambia usije nyumbani? Mm -mm. Unahisi nakuonelea? Hapana. Kwa taarifa yako siwezi kukuruhusu kuja kuonana na baba, na usichokijua hata baba mwenyewe wala hataki kukuona. Sawa, nimekosea, najua nimefanya makosa, lakini mi ni mdogo wako Dasara. Aby, nimeshaongea na naongea tena Siwezi na sitaki kufanya hivyo. Alafu kingine, leo iwe ndo mwanzo na mwisho kunisimamisha njiani, iwe ndo mwanzo na mwisho. Popote pale utakaponiona, iwe njiani, iwe dukani, iwe wapi, usije ukanisimamisha popote pale. Naomba uniache niendelee na safari zangu. Kwa nini unanifanyia hivyo? Nihurumie mwenzio, nahitaji tumie muda wako uliobakia utafakari. Utakapoona kweli ulikosea na ukakiri na kutubu, unajua kitu gani cha kufanya. Babaangu wala hana shida yoyote, tunaelewana, wala hakuhitaji kwa sasa. Popote pale utakaponiona, iwe mwanzo na mwisho kunikatishia safari zangu. Mi nimesimama hapa kukusikiliza, najua una kitu cha maana cha kuniambia, kumbe unarudia yale yale ambayo ambao nishaongea na wewe zamani, niache. Awa. Kwa ajili ya mapenzi wengi hupoteza vingi. Kwa ajili ya mapenzi wengi hupata uchizi. Ndugu kutengana, kufanya yasiyo maana, ndugu kutengana kutengana, kufanya kujizolea laana. Oh, mapenzi ni fumbo. Haya, dada, muashwa naomba ila umeme, baadaye baadaye, basi Baadaye, baadaye. Yaani mi natoka ndani kwangu, nafata hela umeme, na umeme amnatoka asubuhi, naniambia baadaye, baadaye. Si umeme ukiisha tunasema baadaye? Naomba hela umeme huwo, naona joto hili, tunalalaje ndani? Tunaomba hela umeme, mbona mnatufanya tuwe tunaongea? Jamani, kama maisha mewashinda, simrudi kwenu, kwani mmelazimishwa kukaa hapa? Baadaye nitakuletea mwenyewe. Kweli baadaye nitakuletea. Sikiliza, naenda gengeni, nikirudi nikute hela hapa. Unajua na ili joto. Ndani ya kulaliki ukitaka kukaa macho basi tuwashe mziki. Upo? tunataka umeme. Naenda gengeni kiudi nkuti hela. Sitaki maneno nikaonekana mii nna gubu, sitaki tibuwa watu tu emtwende nawei Jamani, sina bahati. Napenda kupendi unayemtaka, kutaki usilolijua, sawa na usiku wa giza. memuamini ndo anakuja kukuliza. Jamani, mapenzi amenipoteza muda, hata malengo. Jime, ah, Jime, mbona biashara shafanyika tangu jana, ndugu yangu Sikiliza we, mpigie simu juma ju... Ndio, ndio anipo anilipo, nakusikiliza. Ah, kaka, kuna kiumbe kizuri sana nakiona kinakuja hapa upande wangu. Kweli vile, kaka, yaani... Ah, sikiliza we, mniache kidogo. We mpigie Juma, atakuelekeza kila kitu sawa. Mpigie Juma, kaka, mpigie Juma. Kuna jambo kidogo linanichanganya, naweza kuuliza? Sawa, uliza tu. Sisi tuko mbinguni ama tuko duniani? Are you serious? Yeah, I'm serious. Sababu nimekaa hapa kwa upitie kio changu hi cha gari, naona malaika anatokea huko anakuja hivi ambaye ni wewe. Oh, na imani kwamba una haraka zako lakini kama hautojali ningependa tu tuna mawasiliano, namba ni cheki, tuwezapata muda wa kuongea nina vizuri. Sawa. Yani kiukweli uwezi amini ya kuna sehemu nzuri nimeandaa tuende mii nawe, ila kabla ya kwenda tuende mimi nawe, hasa sichoelewa nini hapa yani hiyo siku bebi, uwezi amini, nimepanga nitakuwa mtumwa wako asubuhi mpaka jioni, kukufulia, kukuoshea vyombo, kukupikia, ikibidi hata kukuogesha. Yani, yale yote ya Tanga, subiri kwanza. Unajua, unajua Sara, kuna kipindi katika mahusiano yetu nilitamani unipikie, nilitamani unioshee vyombo, nilitamani uje kunifanyia usafi. Mm-hmm. But I think it's too late. Yaani wewe sahivi kufanya Unajua mimi sioni tunapoenda. Na, yani, na, nafikiri, nafikiri tu tumalize. Sarah, si enjoy. Imefika point mimi haya mapenzi si enjoy. Sioni chochote ambacho kinaenda. Mimi naomba unisamehe, okay, najua kuna kipindi nyuma nilikukwaza na hata last time nilivyoondoka tukwa sawa. Lakini... No. No, no, no. Unajua, unajua hakuna kitu kizuri kama kama kuwa ndani ya muda eh? Mapenzi yana fezi, kuna fezi ambayo mimi nakuwa najaribu kukutengeneza, najaribu, nafanya jitihada, nilikuwa na expect wewe ukani back up, ukanipokea hisia zangu, kazipokea. Lakini kipindi ambacho mimi nilikuwa nafanya jitihada, you are pushing me, ulikuwa unanisukuma yani... mara mwisho wakati umekuja hapa Serious kabisa, si njoi haya mapenzi ni ngoja. I know sijui utaumia, si, si unajisikia vibaya. I'm sorry for this, lakini kwa pointi ambayo mimi nimefika, ati I'm njo, hakuna I don't, I don't see anything, my God. Yani I'm sorry kama yani sijui jinsi ambavyo utapokea hii, lakini mimi kwangu nimechoka mapenzi, moyo wangu, I feel so empty. Usinifanyie hivyo baba, usinifanyie hivyo no. Mi mbona nilishakuwa unavyotaka, nilishabadilika no. be kwa ajili yako, lakini naomba uniambie kwamba ulikuwa unanitania. I'm not feeling you. Yani kuna muda nikikutazama, natamani kutapika yani na mimi na moyo devu sinifanyie hivyo. Kama kuna sehemu nimekukosea, ni bora uniambie ili niweze kujirekebisha, lakini si so kunitolea maneno makali hivyo no, no, no. No. Kipindi ambacho ulikuwa unatakiwa uchange ni kipindi ambacho haukuchange lakini kwa sasa hivi nimeshabadilika. iku... It's too late. Mama. It's too late. Hivi unajua David, maamuzi yako uliyofanya leo hawezi kurudi tena nyuma. Sasa hivi ndo unajikuta uko romantic. Kipindi ambacho nilikuwa nataka uonyeshe hivyo vitu, ni unionyeshe kwamba you want me, hakuipo, you are not there for me. Nilitamani kuona hizo hisia ambazo wewe unanionyesha sasa hivi, lakini imefika sehemu ambapo mimi, yani, yani, nakuona kitu. Unajua David, nikiondoka sitakuja kurudi tena hapa. Yani, kwako mimi nataka hata yani, kama usiporudi au Tani mwingine, sio? Unajua, mimi naondoka, nenda tu, nenda tu sasa. I'm sorry kama nakuumiza, I don't know unavyojisikia, ila I'm sorry. Oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha. Wengi twafuata mkumbo tusijue kuna karaha, hii bustani na miiba inayotesa bila huruma, ila konde nimepiga nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi, mwiba wa mapenzi. Hi babe, asante sana, nashukuru mpenzi wangu umenipokelea simu. No, hapana. Tangu usubuhi nilikuwa najaribu kupigia bila mafanikio, ndio maana nasema nashukuru na samani. <sighs> Najua mara ya mwisho tukuachana vizuri mpenzi, ila nilikuwa naomba nafasi ya mwisho tu tuonane. Naomba kuonana na wewe, inawezekana? Lakini nilikuwa napendelea tuonane ili tuweze kuongea vizuri. Okay, sawa sawa sawa sawa. Nikuwa naomba unisamehe kwa mara nyingine, nipo tayari, nipo tayari kufanya chochote unachotaka please, naomba nipe nafasi ya mwisho eh, hii ndo itakuwa nafasi ya mwisho na kuahidi nitafanya chochote kile unachokitaka, nimekuzoea Amna, najua nilikuwa --niko -ni -ni -ni -ni tayari kufanya vyote hivyo, ku kiss, ku hug, amna shida, niko tayari, vingine vitakuja venyewe baadaye. Please, no no no. Hello babe.

Malaika wangu, mambo poa, kaema kabisa. Unajua Tanzania hii hapa matembo tu, kwa hivyo ni tembo mimi Modric na tembo mwingine ambaye tunamiliki, au kinaje? shida nini? <laughs> Ah, tena jamani, imwungia vizuri kwenye simu, yes Au unaopia kuna mwenzangu hapa, atapita aje, haja anipige bure. Amna sikia, kuna bwana kung'ata. um, uh -uh. eh? Sungata shida nini bwana? Sishaongea vizuri bwana. Sawa, wachene nayo. Au nakuita kwa sababu kuna sehemu kwa taka, twende tukatembea kidogo. unanipeleka wapi? Nenda huko racks tu mind. Um, nothing else. What? No, sitochukua muda wako mwingi. I promise jioni tu kabla giza halijaingia nitakurudisha nyumbani. Mm. Na -mm. Surprise ndogo ndogo. Kwa hiyo usinishawishi nikaiongee surprise wakati tayari ni surprise. Tafadhali usikatae.

za siku hizi zimekuwa za ajabu sana. Asante. Hapa vizuri kabisa. Mbona unywe mamake? Kunywa kunywa hata kidogo bwana. Unajua wewe, unaonekana kabisa ni mtu ambaye una msongo mkubwa sana wa mawazo, alafu nikaona leo nikutoe out ili nikupe tiba ambayo sisi huwa tumetumiaga. Hii hapa huwa tunaondoa msongo wa mawazo. tafadhali kidogo tu, lakini sheria. Hmm. Cheers kidogo, eh. Okay, so you should get cheers. ushagonga cheers, pa. unapiga mdomoni kidogo, sawa. tena mdomo. Mm, hamna hayo, sio sasa hapo ndio tiba ya mawazo na kuja. Unajua, hata mimi wakati naanza kujifunza kunywa hizi nilikuwa nikisikia hiyo hali uliyosikia wewe au eh? ni kama utoto fulani tu hivi <laughs> yote hiyo kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo unajipa furaha mwenyewe, si unanielewa? Unajua so, msongo wa mawazo sio mzuri kabisa. Wengine wao wanawapelekea wanajiua au wanaamua kwenda kuwazuru watu tu, unasikia bwana akamchoma kisu mtu eti mtu anampiga kisu jirani yake kisa anakoroma, wote ni msongo wa mawazo kunywa

Chumba. Mapenzi ni maua yenye harufu tamu, ukiyaona yavutia, moyoni huleta hamu, lakini chini ya maua uchipua huchoma unaposogea, machozi utalia. Oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha, wengi twafata mkumbo, tusijue kuna karaha. hibustani na miiba inayotesa bila huruma, ila konde nimepiga nikihope, mbivu nitachuma, mwiba wa mapenzi.